Wakulima wa mahindi kutoka sehemu za Kedoa, Kuresoi, Molo, Kamara, Chepsoin na Londiani wameomba serikali kufungua maghala ya kusambazia mbolea ya ruzuku karibu nao. Wakulima hao wamesema wanahangaika kwa kutembea zaidi ya kilomita 20 wakitafuta mbolea kwenye maghala mbalimbali mbali ya serikali, lakini hawapati. Aidha, kulikuwa na foleni ndefu katika maghala hayo wakingang'ania mbolea kidogo iliyopo. Baadhi ya maghala ambayo yamekosa mbolea kutosheleza wakulima ni ya Kericho, Kedoa, Kamara, Molo na Kipkelion eh. Kwa majina mimi naitwa John Maina Kanyira. Na mimi ni mkulima hapa Kipkerion. Sasa nilikuwa nataka bolea kumi. Sasa imesemekana lazima tuwe tufukuziwe kama bolea tano, sita. Kwa hivyo kuna ukumbufu kidogo ya bolea. Tulikuwa upande wa Kipkelion na tumekosa sirio. Sasa tumekuja hapa kidawa kutafuta hii mbolea, lakini sasa hapa ijatoshereka kabisa. Inasemekana mpaka tu tufukuziwe kidogo. Enyewe vyenye wamepanga kuchukua mbolea iko sawa, wanapangilia vizuri, lakini watu ni wengi. Kama mimi nimetoka pandi ya Mau Summit, tungeomba hata pandi ya moro watufungulie hii nini ya sirio, ni ndio watu wasiwe wengi hapa sana. Nilikuja hapa saa tatu, saa kumi ndio nimepata mborea, lakini nimepata mborea yenye nilikuwa nataka. Nilikuwa nimekuja hapa saa tano na nilikuwa nahitaji mfuko kumi ya mbolea na nimepata. Kwa ambavyo manager anatudumia hapa, nimeona hako na justice, hakuna kuluka laini kwa sababu we uko na suti ama nini, anafuata njia no ambayo tumefurahia sisi wote. Nimetoka umbali ya kilomita kumi na tatu. Nimetoka sehemu ya Soget na mimi ni mkulima na nimefurahia siku ya leo sote, hakuna mtu amekasirika. Na nilikuwa nimechoka kidogo, nikaambia manager ninunue hii mchele niende nyumbani kujie kesho, akaniambia hapana, usiende lazima utapata mm -hmm. Kwa hivyo niko na furaha sana, asanteni. Tumekuja hapa idawa kuchukua fertilizer, enyewe tunapata, lakini kukuja kutoka kiptororo huko chini ni mbali sana. Sasa tunaomba serikali atupe atu, atu, atu, ametujengea sirio luko Kiptororo, atulete fatalaize chu watu waje kwa vuro, tuko mbali, awanateseka sana na mwazazi kutoka Toroso.